Habari yako mpenzi wa mchezo wa drafti. Jina langu naitwa Shukuru Elesi natokea Madizini Tuliano. Katika video hii naenda kuonesha mchezo wa kipande. Sawa, mchezo huu ni maarufu sana. Hichi kipande ambacho naenda kuonesha leo ni maarufu sana, yaani kimekuwa kimekuwa kinasumbua watu wengi sana. Sawa, sasa leo naenda kuonesha mwarobaini, namna kupata sare na namna ya kushinda katika mchezo huu. Sawa? Binafsi napenda kutumia Game la Dalmax. Uh, napenda kutumia game la Dalmax, Dalmax kwenye, kwenye, kwenye kipengele cha kurekodia vi so, kwa sababu gani? Kwa sababu game la Dalmax lina vyumba vikubwa tofauti na farasi. Japo farasi lina machaguo mengi zaidi mazuri. Sawa. Kwa hiyo huu mchezo tayari mimi nimesha nimesha ucheza mpaka pale ukafikia kete tano kwa mbili. Sasa maanake hapa tuna napeleka mbele haraka ili kuokoa muda. Muda wa video hii kidogo fupi. Sawa, huu mchezo nishaucheza. Sawa, mpaka kufikia hapa. Sawa, sasa hapa, endapo wewe utakuwa umechukua hizi mbili, sawa, na mwingine akawa amechukua tano, kama ambaye amechukua tano ni kiwango chake cha kawaida na mwenye mbili ni ni bingwa, maanake huu mchezo mwenye tano atafungwa. Sawa. Lakini kama ta, a, kama aliyekuwa amechukua kete tano ni bingwa na mwenye kete mbili hizi ni bingwa. Maakili bao ni sare. Sawa? Sasa wachezaji wengi sana huu mchezo huu hawajui. Sawa, wapo wachezaji ambao walishao kuona mchezo wakaujua namna ya kufanya ili kutoa sare na na namna ya kushinda, lakini baadhi ya wachezaji unakuta mdani huenda mdani mchezaji ni bingwa lakini mchezo huu hajawahi kupangiwa, hajawahi kuona hata siku moja. Lakini unakuta ukisema mpangio mchezo unakuta anashindwa kutoa sare, lakini sasa leo unaenda kuonyesha sare yake na goli lake. Lakini kitaalamu huu mchezo ni ni sare, yaani maana yake kama una goli na kuonyesha namna ya kusaka, lakini ina sare. Sawa, hapa maana yake atakachokifanya mwenye mbili huyu. Sawa, hapa ni zamu ya mwenye mbili. Atakachokifanya mwenye mbili, ataomba kujuu, yaani lazima aje kuomba. Sawa, ili atafute goli hapa lazima acheze huko. Sasa akishacheza huko, sasa unakuta hapa huyu mpinzani akicheza hapa Sawa, wewe mwenye kingi moja unaweza kucheza huku. Sawa? Kala mbili hivi, bao likaisha. Ina maana hapa huyu hapa anaweza kucheza hapa. Huyu anaweza kucheza hapa. Kicheza hapa una tisho. Ukija hapa ni sare kwa sababu atakutema hapa. Alafu atapita. Sawa? Kwa hapa maana yake akicheza hivi maana yake unatisha kwanza hii. Hawezi kuachia ule, lazima atakopesha. Akikopesha unakuja hivi, meja ndogo hapa. Linakuwa goli, sawa? Hiyo inakuanza. Na pili hapa alivyoomba hii kete baada ya kumkishi huku unaweza ukafanya je? Ukaombea kwa huku, ukiombea kwa huku, hapo ndio unakuwa umerahisisha kazi, maana kimeisha moja kwa moja, maana huu mstari wewe huwezi kutoka, ni hapo hapo mpaka kete zinaisha. Sawa? Aina ya tatu hapa unakuta wachezaji wengine wanachanganya hapa, sio juu hapa, wana mix, akizani kwamba utakula hivi ili yaingie sasa, kumbe hapa unakula zote tatu. Akimix hapo, wewe unakula zote tatu. Sawa, chanzo hapo bado na kuelimisha wengine pia hapa unakuta anacheza hapa akidhani kwamba utakula utakula hivi, kumbe si hivyo, kumbe wewe unakula mbili za ikweta sawa, bao linakuwa limeisha katika mazingira yako. Wengine hapa unakuta na mix hapa akidhani kwamba utakula hivi, kumbe si hivyo, kumbe hapa ki mix, wewe unakula mbili za hivi. Bao linakuwa limeisha. Sasa, step sahihi hapa sio hiyo. Kishaomba hapa, step sahihi hapa ni, ni kuziba. Kishaziba, huyu atakuja hapa. Lazima aje hapa kama natafuta goli nyekundu hapa, atatoka mguu mmoja sawa. Nyeupe hapa atarudi nyuma, kisha mwenye nyekundu tena anakuja hapa mguu mmoja hapa. Kinachotakiwa kama unatafuta goli, lazima uombe ushtue hiki kete ya kwetu sawa. Huyu mpinzani hapa mwenye nyekundu akiomba, aki, aki hii kete, bao inakuwa imeisha. Pota utazuia hapa, akira anakula mbili, bao limeisha hapo. Miaka boku msaliwezi kutoka sawa, hilo ni goli. Sasa hapa nakuta sehemu sahihi hapa, anachanganya hapa wo wengine hapa tuseme moja kwa moja, ntuni, sali moja kwa moja. Unakuta hapa anacheza hapa. Sawa. Ili wewe utafute goli lazima hapa ukishatua mpinzani anakutema. Kama unatafuta goli lazima utue step moja, usipitilize kwenda mwisho huku. Sawa. Sasa hapa ndipo ambapo wachezaji wengi huwa wanafungwa. Sawa. Mtu ambaye amechukua hizi mbili anajua anawaza kwamba ha nikija huku nitajifungia. Ina maana hapa, hii kingi nikatize, kwamba ni hapa ninachotakiwa nikatize kete yangu, nitakatiza ndio na kingi. Kumbe sivyo maana yake hii tamaa ya kukatiza hapa ya kukatiza meja ndogo tu inakufanya unafungwa. Wewe si unawaza kwamba watakuja hapa kumzuia aje hapa, ukija hapa, maana yake unakuwa umejiwekea mgongo huu, mgongo baadaye unakuja kufanya unafungwa. Mzee anaomba huku nyuma, aje hapa, ikueta aje hapa, meja ndogo hapa, sawa, anakuja huku nyuma, kwa anaomba ikete ya nyuma, umeona hapo? Sasa inakuwa kichwa kimeponza miguu, umeona kwa hapo. Ukikimbiza mzee anaomba tena hapo, sawa, hilo linakuwa chuma kisukuma mbele, mzee anatua hapa, sawa, ukicheza hapa anazuia bao limeisha. Sasa ukicheza huku anakuja nje ndogo, ukicheza huku anaziba kabisa, bao limeisha. Sasa hata hapa pia alivyoomba, hata hapa pia alivyoomba kusukuma hapa mbele, anakaomba hapa kusukuma hapa mbele, anakuwa hali anatua hapa step moja, anakuangalia unacheza wapi. Ukicheza hapa yale yale anakuja anazuia, sawa. Na ukicheza huku yale yale anakuja hapa, ukicheza huku anaziba huko mwisho, sawa. Sasa hapa sare, baada ya kutema kete moja hapa. Kisha, maana yake, sali yako ipo hapa, chumba hichi ni sali. Hata sasa zipo staili nyingine ambazo wachezaji hawa wanaweza wakacheza wenye kete tano zidi ya kingi akicheza hivi wewe sasa hapa sasa. Wengine una sasa, sasa, unakuta anapiga buti sasa, anapiga buti hapa. Maana hizi kete ni kete za makosa. Sasa unakuta kama mtu akicheza hivi utakuwa mchezee vipi? Maana hapa naomba huku juu. Vile vile anakuwa sasa kichwa kimepooza miguu au miguu imepooza kichwa. Kwa hapa akicheza hapa naomba hapa nyuma. Akiziba wewe unaweza kucheza huku au kucheza hapa bado nakuwa limeisha. Akijiachia hapa yale yale unatoa step moja hapa. Unamwangalia anaenda hapa. Akija huku unazuia. Sawa. Akija huku yale yale unakuja hapa unafungia huko mwisho bado nakuelimisha. Sasa hapa hapa pia zipo stali nyingine, sawa so, zipo stali nyingine kama wewe ndio unasaka na unahisi labda ni mchezaji unaocheza naye kafundishwa au amekalia mchezo fulani. Sasa hapa unaweza kumbadilishia, sawa, baada ya kuvuta piue hapa so, um, we sasa usije hapa, kwa sababu i amesha kalilishwa. Wewe unavuta mguu mmoja atakachofanya, huyu pinzani unamwangalia nachezaji sepu sahihi kabisa, ili atoe sala, ili bao inatakiwa ateme hapa sawa ule kisha aende na mguu huu sawa. So, sasa hapa unakuta wengine hapa wa 10 hivyo anacheza hapa. Anacheza moja kwa moja. Akicheza hapa hapa anakuwa amefanya kosa. Unachokifanya wewe, unaomba huko juu. Sawa? Kisha, omba huko juu, unamwangalia anachezaje. Sawa? Yeye atacheza hapa, kwa asilimia kubwa atacheza hapa. Akishacheza hapa, baada ya hapo inakuwa imeisha. Unachukua kingi hii, unakuja unazuia hapa. Hapo maana yake hapo kingi moja ni zile kete mbili, unaangalia anachezaje. Lazima hapo atatema tu, unaangalia anatema wapi. Mfano hapa anaweza katema, anaweza katema huku anaweza kutema hapa. Sawa, unakula mwisho. Sawa, akicheza hapa. Sawa, unachokifanya hapa, unakuja meja ndogo na kingi ipi? Nakuchukua kingi hii unaweka hapa, kwa sababu hapa hii kete haiwezi kurudi nyuma, haiwezi kutema huku ili utoke, ili akatize hapa. Sawa. Kwa hiyo na maana kama ukibeba kingi hii unakuwa umefanya makosa, kwa sababu atakutema hapa. Ukishatoka hapo maana akicheza huku au akicheza huku anaenda kingi. Sawa? Kwa kingi sahihi, hapa, mija ndogo, yu, kwa, itema, ya kuja meja ndogo akakutema anaweza akakutema kutema, kutema, kutema, kutema hii kete. Unakula hivi, alafu anacheza hapo. Akicheza hivi, maana yake ni hali bado ni goli. Nacho kifaa unaomba hapo, akikimbiza sasa, unachukua kingi hii, unazuia kwanza huyo mtoto. Baada hapo, step unaofuatia huko atapaki huko, kisha paki huko, maana yake unazuia tu hapo, bado ni goli, imeisha. Sawa? Kwa hiyo hii ni stali mojawapo ambayo unaweza ukafanyaje, ukachezea mapimbi ambayo hajui. Sawa? ambao nadhani kabisa huu mchezo nikicheza, anachukua kingi, unazuia a. Sasa hapa kuna goli lakini la kipimbi unamwangalia umpinzani anachezaje? Sawa? Ina maana step za hii hapa ndio kuteme. Sawa? Kisha yeye aende king hapo, ndio unakuwa mfanyaje, hapo ndio unakuwa umepatia. Lakini sasa unakuta wachezaji wengine hawajui huyu mtego, hawezi kuona kwao, anakimbia kingi kawaida. Akikimbia kingi kawaida, wewe unakuja unaomba hapa, kisha unaomba hapa, bado unakuwa limeisha. Sawa? Akiingia kingi unakata hapa, bao limeisha. Sawa? Unaona? Na pia na akiingia kingi huku, yale yale unazuia huku. Sawa, kila hapo bao limeisha. Unaona? Kwa oh, hiyo hivi ndivyo, hivi ndivyo namna ya kucheza mchezo huu na sare yake napatikania hapo. Sare yake ipo hapa. Yaani ukicheza mabingwa wote lazima atacheza staili hiyo niliyokuonyesha. Hapa ikifika hapa atakutema. Atacheza hapa. Utacheza hapa, yeye atacheza hapa. Sasa kinachofanyika hapa, utatema hii kete. Akishatema hii kete atakula step moja. Sasa hapa ndo wanapoponzwa watu hapa. Yaani hapa ndo kosa linapotokea. Unakuta sehemu zote mtu umetembea vizuri, lakini hapa unakuja kufanya kosa hapa. Kwa hapa usipate tamaa eti ah, ngoja nikatishe meja ndogu, ni ile kingi. Kama nikicheza hapa usi atakuja hapa. Akija hapa mimi nitamtema. Kumbe, mzee wewe hesabu hiyo sio sio utakaoifanya. Yeye atacheza hapo. Maana akija hapa mzee ana, anaomba. Kwa ina maana hii kete yako hii ndio inakuponza kwa sababu hii kishaliwa market na hii inakuwa hii ni, ndogu, ni kingi. Yani kishaliwa hii inakuwa kingi. Kwa hapa lazima tu utacheza huku sawa, au utakimbiza unaangalia, una, kwa maana kivyo tutakavyocheza kiti kishaliwa, maana yake anakuja anazuia hii kingi, anakuja anazuia au au anazuia hapa, lakini sare yake ni cha tema hapo, akitua hapa cha tema hapa, kila hapa, maana yake sare yako ni kuweka hapa elfu moja, hiyo bao ni sana. Kwa mpaka kufikia hapa nimesikia mwisho wa video hii sawa. Ukiwa okay, kama wewe ni mda wangu mkubwa na unapenda video zangu unaomba usisahau kusubscribe, usisahau kulike. Kama video umeipenda usisahau kulike. Pia napokea maoni, kama kuna vitu ambavyo unapenda viwe viwepo au niviboreshe katika video zangu, dondosha maoni yako, usisite kuniachia maoni yako hapo. Sawa? Pia unaruhusiwa kushare.